Roho ya, <coughs> <coughs> ya, <coughs> <coughs> <coughs> yani ya Mungu kwa sababu mahali mahali mahali patakatifu patakatifu, kazi wa Mungu tunatamani sana kuona waziwazi nguvu za kweli za kiroho mkato, yaani nguvu ya Mungu kwa ajili ya huduma Kushukia. Amina. Hata kama msema Amina. Amina. Wao walishuka kwa watu watu walio tayari tayari kufanya kazi yake. Hawe kabisa, na watu walio tayari kuishi maisha matakatifu kutengeneza mazingira huyo roho Roho wa Mungu ambaye ni Roho Mtakatifu leo akushukie wewe. Amina. Tuelewe semani wangu. Kitabu cha Wakorinto wa kwanza sura ya sita mstari wa kumi na tisa Roho Mtakatifu atufunulie maandiko marama za fungwa seni uh, au hamjui ya kuwa mwili wenu ni hekalu la Roho Mtakatifu aliye ndani yenu mkato uh, mliyepewa na Mungu uh, kiulizo uh, wala ninyi si mali yenu wenyewe uh, nukta funga seni uh, tukijazwa na Roho mkato uh, tunatenda kazi zake uh, nukta mkato. Uh, Na karama Yetu kwa ajili ya kusudi la Mungu. Piga makofi, yes. Piga makofi wa Mungu hawezi kushuka na kukaa ndani yetu. E, tunahitaji na kujua neno. Amen. Hallelujah. Amen. Kuishi maisha matakatifu Ili roho ya Mungu akushukie, unalazimika uwe na maisha matakatifu Amina. Maisha ya kujitenga na dhambi, maisha ya kujitenga na machafuko. Wewe unaonitazama, wewe mtumishi au muumini, wewe ni chombo cha Yesu, wewe ni chombo cha Tunahitajika mili yetu iwe mitakatifu, tuwe vyombo vitakatifu. Huyu Yesu hawezi akashuka kwa mwanadamu aliye mchafu kiroho kimwili na, na utakatifu wetu